Zaidi ya vituo 1200 vya polisi vinatarajiwa kuwekwa kamera za CCTV katika muda wa miaka miwili ijayo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen pia ametangaza kuwa kitabu cha matukio ya polisi OB sasa kitakuwa kidijitali. Hatua hii inajiri kufuatia ghadhabu ya kitaifa kuhusu kifo cha Albert Ojwang aliyefariki ndani ya seli ya polisi. Kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi kimezua hasira si haba kwa wananchi, na wito wa kumtendea haki ukigonga vichwa vya wanahabari. Tukio hili sasa limemsukuma waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen kutangaza mageuzi katika idara ya polisi.

Accountable. Mageuzi hayo yanajumuisha kuwepo kwa kamera za CCTV katika vituo vyote vya polisi 1209 ndani ya kipindi cha miaka miwili. Wakuu wa vituo watatakiwa kuripoti kasoro yoyote ya mfumo huo ndani ya saa moja. That... Vitabu vya kumbukumbu vya OB vitasambazwa kwa njia ya kidijitali huku maafisa wakitarajiwa kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma kila mwaka we shall be making proposals to parliament to enact laws that criminalize tampering with cctv cameras the surveillance system shall be in the custody of the officer commanding station and the said officer shall be required to ensure that the system is always functioning and instances of fault it shall be reported within one hour through the established Chain of command. Mabadiliko haya yanajiri wakati ambapo kuna wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu. Over the next one year, and in line with the bottom-up economic transformation agenda program of digitization, we shall roll out a digital reporting system. We shall make the respective budgetary adjustments to prioritize these reform- reforms among other modernization strategies in the forthcoming and subsequent Financial years. Swali linalosalia sasa ni je, mageuzi haya yatazaa matunda halisi kwa wananchi? Macho yote yako kwa serikali na idara ya polisi kutekeleza walichoahidi. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.